Agosha, mimi ndio mpeku mparlament chakoba mwenyewe. Yani, ukizikia mpeku mparlament ndio mimi, sababu kinchi tunaumana kinchi. mimi ndio gwiji Mtata mtata gwiji wa magwiji, niko hapa kweniaka kwa ajili ya kuwasaidia wewe na unaweza ukaangalia lafuzi yangu na jinsi nilivyonyuka, ukasema huyu naye tena magwiji wa watu. Ukicheza michezo ambayo wanachezaga watu wa kucheza michezo, mimi naweza nikakubambula na michezo. Maana yangu ni kwamba usimcheze mtoto ambaye unajua na yeye atakuchezea ndani ya michezo hiyo hiyo ukakutana na michezo ambao michezo ilitengeneza bomba likatengeneza maji akamwagika mafuriko. Mwona, naomba nikusaidie kitu. Wewe unatakiwa uwe makini na kitu ambacho unataka kufanya. Acha kumuwaza huyo, yaani huyo muone kama kidondo hilo tu, sawa? Mimi ndio mtata gwiji Nakuelewa, lakini mimi ndo mara ya kwanza kukuona hapa kijijini. Sasa nashindwa kujua ni nani hapa kijijini, wewe ni nani? Yaani, kuna mtu unaweza ukakutana na mtu ajui kwetu. wewe ni nani? Yaani, hey, hey, hey. na wewe, yaani, wewe ujui mimi ni nani ni kweli? kwa sababu shida zako ni shida ambazo unaona kama unamudu kuzimaliza, lakini ukija kwangu mimi, mtadagwiji wa magwiji, utamaliza kila kitu. Na hiyo ni kwa sababu unamuwaza huyo cha ugomvi wako, mapenzi yanamvuruga, yanamfanya kanyabazongo mpaka wewe mwenyewe unakuwa uelewi. Jamali nakupenda, hata hajui kusikia wala kuona anipenda. Kwani kuna kuna nini sababu ya fujo zote hizi ambazo anazifanya? Mnacho tofautiana ni kimoja wewe unakiwaza hiki kijiji sana na unayawaza mambo ya maendeleo kwenye hiki ka kijiji yaka, lakini yeye anakuwaza wewe na mambo yakuwaza ya ndio, kama wewe unapowaza mimi. Hayo mambo niliyokwambia, unaweza tu kaangalia ukayafanyia kazi. Ukitaka kunijua zaidi mimi ni nani mimi naitwa Mtatagwiji na hii safari nilikuja tu, maana napenda kuwatokea watu ambao mimi ndio naondoka. Kwa hiyo wewe ndio utaangalia sasa kwamba hayo mambo ubaki nayo au uchukueka ushauri kangu, sawa? uta sasa utaniambia sababu kiji tunaumana kiji sana sababu kiji eh eh <laughs> tena mm -hmm. Bona hata nimekuona. mm -hmm. na nimemshukuru Mungu aliyoko mbinguni. mm -hmm. Ona, mwili unapokukorongoka, mambo yaeleweki. Mwili umekosa mawasiliano ya mwili pamoja na ardhi. Angalia, wanasema nywele za, za mtu ambaye ana afya iliyo sahihi ni nywele nyeusi. Nywele zako zinaanza kuwa na kutu kama bati. Kila siku najiuliza. Nataka nikushauri kitu kimoja, toka kwenye mavyama hayo ulionayo huko. Ona unapozidi kukongoloka. Ona unapozidi kuisha mwili unakosa mawasiliano kati ya mwili pamoja na dunia, mwili na ardhi havieleweki. Mwanaume sahihi au binadamu sahihi ni ule ambaye ana nywele nyeusi. Nywele zako zimeanza kuwa kama bati, nywele zimeanza kuwa na makutu, unakongoroka. Toka kwenye vyama ambavyo havina mwelekeo, ndio kwenye chama ambacho nipo mimi, chama ambacho kina uhakika wa kushinda. Kama unaongea na mimi, sio kama unaongea na hao watoto wenzako. Mimi sio saizi yako, unielewa? Unaongea kwa adabu eh. Mimi sio ika yako, mimi ni baba yako. Baba yangu wa hivi? Baba yangu wa hivi? Baba ambaye hajielewi, baba ambaye mwelekeo wake sio sahihi, baba ambaye hana washauri wazuri ambao anaweza kumshauri kutoka sehemu mbaya kuja sehemu nzuri. Mzee huko uliko unapotea, na tena nakwambia kitu kimoja, unapoelekea mpaka uchaguzi kuja kuisha, wewe utakuwa umeisha kufa, umepotea kabisa, tumekuzika rest in peace Lala gorogojo kuishi nei kushi kahenga mzee Juma akapotea saragata kumtukana mimi hapo, unajidanganya. Chama changu kitashinda, chama chako kitaanguka na, kita kita kita na, nakwambia utateseka sana, nakuzunguzunguka kwenye vyama vyama chenye kieleweki. Mii niteseke, ndio niteseke, ueleweki. Mii siwezi kuteseka kwenye mavyama, unatunza vuta bangi ueleweki. Mzee toka huko. Mpaka waje na buldoza wakuvute. Sala jato, mwekuja kumitukana o, mwekuja. Sijaja kutukana, hapo tumekutana njiani mzee. Viki hivi na kuwaje, hawa watu watuchezea? He? Eh? Maki, mimi nilikuwa nategemea wewe ndio umeanza kufika hapa kijijini, utakuwa umechukua hatua za maana. Lakini shika hapa kasi ya nini? Hatua za kuchukua sijeleweki. Paka sasa hivi ni vurugu, ni vurugu, ni vurugu. Mimi mwenyewe mtoto wa Batiso simpati. Eh? Hivi mimi mwisho wao watoto watakuwa ni nini? Eh mwanangu, mwisho wa haya mambo itakuwa ni nini? Naumia shangazi. Eh, nimechukua hatua zote zinazostahili. Cha kwanza nimeenda kwa mwenyekiti nikatoa taarifa mm -hmm. nimeenda kwa mtendaji wa kijiji pia nimetoa taarifa sawa sawa, nikaona itoshi, nikamfata baba yake na mlengwa mpaka nyumbani kwake mm -hmm. bahati nzuri na ambaye mlengwa sikumfuta nimejaribu kuongea na babake mdogo huyo na mlengwa, majibu alionipa pia sikulizika nayo. Sasa nikaondoka nikarudi nyumbani. Baada ya siku mbili tatu hivi mlengwa mwenyewe akanifuata mpaka hapa nyumbani, bila aibu. Anakuja ananiambia, naniambia, nimekuja nataka kumwoa mwanne. Eti alikuja mpaka hapa nyumbani, hapa hapa nyumbani, na alinikuta hapo nataka kutoka zangu, nimekuja, nataka kutoka. Akaniambia nimekuja nataka kumwoa mwanne, kitu nilichomwambia Haiwezekani wewe kumuoa mwanne, na kama unataka kumwoa mwanne, sharti la familia, ukitaka tuelewane, mm. unapaswa umuoe mwanne pamoja na mdogo wake, kwa sababu umewatia mimba wote wawili, sawa, sawa. Unaposema umuoe mmoja, huyu mwingine unamwachia nani? Na kama haiwezekani kuwaoa wote kwa wakati mmoja, sidhani kama mimi na wewe tutaelewana. Naye pia majibu alionipa mm. hayakuniridhisha nilichokifanya, nikamfukuza Ulifanya la maana mwanangu. Cha ajabu kila nakopita mitaani napata taarifa ambazo kiukweli zinanisikitisha, yaani ni taarifa za kuichafua hii familia. Shangazi, naumia sana, yaani kiukweli naumia. Chama ambacho kinaweka, kina watu wanaojielewa. Sasa mzee, mimi naamini kitu kimoja, nitakapokwenda kuwa kiongozi wewe nitakupa nafasi ya ushauri, kama sio kuwashauri migambo namna ya kufanya kazi ya ulinzi vizuri. Basi nini, huyu eh mimi wewe <gulia> unipe kazi ya ushauri mimi, nakwambia chama changu ndio kitakuwepo mpaka mwisho. Hapa hicho chama chako kitakutika. Hakuna chama hapo mzee, hakuna chama hapo mzee, na we sasa umeanza kuingia kwenye kweye dalili za kuwa mchawi. Mimi ni sahihi, huwa najua wachawi wanaloga usiku. Wewe ndio huna adabu. Mimi ni baba yako, unaniambia mchawi? Alafu, tokea tunaanza kuongea hapa, kuna kitu nimejifunza, kumbe naongea na mtu ambaye hana akili unaniita mimi sina akili. una akili. mimi sina akili nina uwezo kukufinyanga finyanga, Mzee Juma anayekutegemea kwenye kumpigia kula ukapotea. Mzee Juma Karagata, naomba unanizamu hiyo, sio kijana mwenzako, unasikia? na huwezi kunitishia maisha kabisa, na hilo neno toa kabisa, hiyo kauli toa kabisa, kinyanga. Unanitolea neno mdomoni, unaona hapa kuna mtu anatuona, Mzee Juma ah, unaona hapa sisi watu makatili tulikuwa wawili, alikuwepo Pilato pamoja na Firauni, akaniacha mimi watatu, na mimi ndo nilikuwa na civics. Nikuombe uje kwenye chama changu na eh? ninyi ndio mnateka, we, watu. Kumbe hapa naongea na mtu ambaye hana akili, hana nidhamu. napoteza tu muda wangu. Mwanangu, una nidhamu una nidhamu hata kidogo? unaniita mimi sina nidhamu, we mzee Juma wewe, wewe mpaka uchaguzi unakuja kuita umeicha kufa mzee. Angaika angaika unatapatapa huko. Njoo sehemu sahii wewe. Na niletea mashati hapa. Na mbaya zaidi anayechafua familia yetu ni mtu huyu. Mmoja. Huyo Mateso, hakuna mwingine. Yaani, inanisikitisha sana sana sana na sijui nifanye nini. Hayo mambo ya kuchafuliwa nyumba hii ndio kichonaminije Taarifa zimenifikia nikiwa mjini. Tangu amefariki kaka yangu, nyumba imekuwa sio nyumba, na huyo Mateso anakuja kunalibia familia, watoto wangu mimi. Na lazima atawaoa, nakwambia, kama sio mimi madamu wa Latifa, yani lazima ani ataoa atake asitake. Haiwezekani nyumba nyumba yake ikadio Endelea, endelea, endelea. Lazima ataowa. Wanakuogopa. Hivi, huyu Mateso. Tawanza ni wawuruti huyu mateso ni muziki wa bongo fleva mateso huyu huyu ndiyo kwaya ya kijiji mateso huyu huyu au ndiyo ngoma ile ya kijiji ukifanya mateso ninyo mateso mateso amewakosea nini alafu naomba ni waulize kwanza wewe na wewe hasa wewe mwenye kiherehere umemleta na huyu ndugu yako hivi huyu mateso ulishaona wapi kwanza wewe sijui ndio shangazi sijui ndio nani ndoa ya familia moja wanaolewa wa binti wawili na mtu mmoja kwa siku moja. Kanisa gani hilo, au msigiti gani unaoruhusu ndoo ya watu wawili wa familia moja? Umemaliza? ni uchawi huu! Umemaliza? nimalize wapi? bado naendelea. Alafu kitu kingine unazikia wewe mama, nafikia una mdomo unakorokota. Kome hapo hapo, kuanzia makati hii nasema mumkome mtoto wangu, tena mumwachie mbali kabisa.

Ukaenda ukaweka na mateso mwenyewe. Hakuna watu hapa. Yaani ni matatizo matatizo chungu mzima. Baba, ni. Za siku safi nimekutafuta Afrika Mashariki. Mbona umeadimika hivi ndugu yangu mlango wa pikipiki? Eh? Baba. Niambie za kwanza. Wewe. Ah, za mungu muni ila baba ninaumwa. Eh, kaka eh? Kaka ninaumwa eh? Niko vibaya sana. Ninaumwa kwa afya hii. Kaka bana, kuna lijamaa limevamia kwenye hiki kijiji. Eh, niambie. Baba, sijui ni askari? Sijui ni mgambo? Au wao ndio wanaitwa wananchi wenye hasira kali. Kisayansi wanaitwa hivyo. Baba alinipiga kofi moja la sikio. Eh? Uh -huh. Mpaka sasa hivi nasikia inzi wanafanya sherehe nzii. Mara hadi yuki wameshaanza kufanya mizinga yao, yaani wanasaliza, yaani asikia Na hapa unavyoniona sasa hivi, ninaumwa na wiki una wiki mbili na humo kwenye nyumba hakuna kazi yote naendelea na. Mbona umenenepa kiasi, na hichi makofi yoga yanakoendesha? Alafu fundi aliyokushona hii suti mbona kasahau kata, kata hizi uzi? Ah na wewe, na wewe, kumbe umeanza bangi za miaka za miaka kwa za miaka. Niambie, mnaendeleaje? Hata nyumbani naona umejenga ujenzi kama hivi namna hivi, pesa yote hizi kumetoa wapi? Ah, baba si kijijini si unapambana, sisi ni watoto wa mjini, watoto wa mjini eh? Watoto wa, mjini. wa, wa kijijini. Sasa kaka, mimi nikuambie, nilioa mwanamke, nilifika Mozambiki Mozambiki ya Rubia nikaoa so, mwanamke pale mm. wa mwanamke waname tumezaa watoto watatu, lakini mwisho wa siku mm -hmm. nafika na nimekuta, yani kachukua kila kitu godorukitandaa kunguni kaondoka ke... yani kanifirisi maskini Mungu. Kwa hiyo wakati unajipanga kuoa na maendeleo yote haya hmm. Angalia wanawake wa kuoa, so kila mwanamke ni mwanamke eh? Mwenyelewa ndugu yangu, kuna mengine ni magume gume, wengine hawajafunzwa makwao hmm. mimi nimerudi nyuma kiasi hiki mpaka sasa hivi naona nachomekea baba ni, mimi ulivyotokea nikasema huyu mchungaji eh? nikasema nikasema mwamposa, oh, tunaimulika mwanzo kama mcheza sebene wa Kongo wakisema eh, bakanja. Bakanja, kamata mbele, kamata mbele, yaani huyu eh. <laughs> Unajua, mpaka nimekuona ndugu yangu, mpaka yani nasikia kama kaomaoma kanaanza kudrop. Sasa nilikutana na ke. Nilikutana mm. Na ke, ke speed kachukua director mkubwa mm -hmm. Eh? Yuko Dar es Salaam, yuko Dar es Salaam. Eh? Ke huyu ke unayemfahamu kachukua director. Haya, huyu aliyekuwa anacheza cheza makopo hapa kijijini ke huyu. Yani, maisha ni kujitafuta. Sasa mimi sina mengi mm. ya kuongea sana, ninawahi ninaelekea hapa juu hapa kwa mzee, kwa mzee ansi kwa chini mm. karibu na nani mabatakunya mm -hmm. Nataka ni survey kijiji kizima, niwaone watu kijijini, maendeleo yao, kwa sababu kila nikipita watu wameweka msauzi kwenye majumba napata wivu sana. Kwa hiyo na mimi mwisho wa siku nitakuja kuwekeza hapa kijijini, ah, kuweke yani, unajua sijua wazee wa, hichi wa kijiji wana matatizo gani sielewi. Kwanza wao abo... naona ni mtu sikiliza. Kwanza alipofika hapa mimi nikashtuka. Nikajaba chizi kati tumevamia wa chizi. Kumbe ndio baki na mateso. Ndio baki mkubwa. Hivi hmm. Baba una akili tiba mkweli? Eh? Mimi nimeuvefika hapa nikaje ni mtu baba. Kumbe ni baba mtu. Umejenga ile kitambi ile kumbe ni madudu ambayo yanakucheza yanakucheza tumboni. Yaani kama ndivyo hivi, hakuna watu hapa. Mwanao ngoje mwanao kwa nifurugia familia yangu mimi. Mimba watoto wawili alafu unakuja ku, ku, kutetea ujinga. Kwa taarifa yako wewe sio sawa. Ni mwamba umekuja kwaje kutetea sasa? Kwa taarifa yako hata mimi ni mrembo, mimi ni mzuri. Nimekuja hapa kutetea hili swala na nitaisimamia mwanzo na wa mwisho, na nitahakikisha mwanao anaoa watoto hapa na watu wawili na, na kwa siku moja. Wewe wewe, kwa ubavu gani uliokuwa nao, kwa jeuri gani? <laughs> Kijana wangu ni ensamu kama mimi, kijiji kizima. Sasa kwa sababu ni ensamu, nanyimu na nyinyi mna vihere he, watao watao, nimesema hao. Kama unataka hao na uda kuoe wewe, changazi mtu na huyu, shika adabu yako na mkoti wako, kama chimba makaburi wewe, umesikia? Nimesema hivi, mimi ndio viki, mimi ndio viki katika mtaa huu. Nimesema mateso, atake asitake, atawaoa wadogo zangu wote wawili. Mimi nikajua labda hata baba yake mkubwa ungekuja na jambo la maana, lakini wewe nani unakuja na takataka simeliwasha eh? Si ndio nasema hivi kuna la kutufanya na wala hakuna tunachokusikiliza hapa. Toka bwana, toka!

unajua njaa kuwa matumboni kuja kichwani kabisa, nikaenda kwa mganga mm. <laughs> nilipoenda kwa mganga mganga, nikamwambia nahitaji wagombea wote wa hiki kijiji mm -hmm. niwe niwe yani, niwe wanikubali mimi yani, so, in... ada <laughs> <laughs> weza kutumia kwangu <laughs> e, yaani nimesoma mpaka nikakutana basi nimeandikwa school bus. School bus. Sasa <laughs> twende taratibu mm. Sasa yule mganga bana alinitapeli mm -hmm. Akanipa dawa eti niende nikachimbe kwa kila kila mlango wa mgombea niweke niwekea niweke dawa, niweke dawa. Haila, sasa baba, nilipoenda eh, kumbe kuna nyumba nyingine haziingiliki baba. Kuna nyumba watu wamejipanga, wasumba wanga kigoma usiku. Sasa eh, nilienda nikakuta jamaa wana majini 1789 eh, elfu moja, mia saba themanini na tisa, elfu. Eh, unaona ni majini hayo, yani yametunzwa, yapo, hayajaanza kazi bado, mizimu hapo. Jamaa kaniambia, yani wewe uchawi wako ni mdogo mno. <coughs> Unaona, eh, mwanangu, ile dawa wajairamba eh. Watu wakaramba dawa. Ah, nikasema nimeramba nyasi. Sasa hapa kimeumana. Kwa nini siku hizi nimechukua mtu maombi ndugu yangu? Kuachana na hayo. Maombi? Ngoja, una nini? Hii ni sio mambo yetu. Siongee sana. Wanaita kabila lako sasa. Cha kufanya mimi nielekee kwenye miji mitatu ya hapa. Hapa nasikia mzee babake na Hansi anagombea kwenye kiti wa serikali ya kijiji. Nataka tukaongee naye, tuangalie jinsi gani. Nisubiri kwanza. Sasa upinduzi. Unataka kunipindua. Mimi nipo nacheza nao. Bali bali sasa sasa mimi sasa hivi huyu mguu mguu kwanza, mguu pili mpaka pale. Unajua, tunatakiwa tumpe tumpe kula kwa sababu ni mzee wetu ambaye ni mzengo, ametushirikisha vizuri. Na kipindi hicho anaimba bendi ya nani? Bendi bendi nani? Masantura kipindi hey, hicho kwa kina nani? Hey, mimi napiga maoni ya pili. Wakisema maoni ya pili, twende mm, asikoma Aaai, ana maneno mengi, anaongea kama chiriku, anaongea kama anapisa memori. Niambie hadi Baby wangu nyongo bukari haini ndio wewe. Hebu nipishe hapa lizee lizima una hata akili? Mafikia huko imetoka wapi tena hiyo, mwenzangu? Yani kweli wewe, nawe na we, umekuwa na tabia kama za hao waguruguru hao, eh bana, nisikilize basi nikwambie. Yani kweli au umaniacha? Umepata mwingine mwingine eti yaani umeenda mjini nahisi labda utakuwa umebadilika. Eh? hivi kweli toka umetoka kijijini umeenda mjini yani uko vile vile. Mzee ukoje we, yaani mwenyekiti umemtumia nauli, isitoshe umemwacha na mimba na bado umemuita mjini hivi eh? Unanifikiriaje mimi nimekuwa dampo eh? Haya sasa, hichi kijiji kwa kweli mimi ndio kinanichocha kabisa. Yaani kuna wanakarulete wanakayabeba wamekuletea. Mimi na mwenye giti wapi na wapi? Yule ni shemegi yangu, unasikia bwana. Mume wake alikuwaga rafiki yangu, si hapo hapo. Kwa hiyo wewe umekuwa kituo cha hatima cha kulea watoto ambao hawana baba, si ndivyo? Hapana, ngoja ngoja nikwambie basi, pole pole basi. Unajua haya mambo mengine hayataki haraka wala hasira. Tulia nikupe vidongo meze, sawa bana. Niko hivi. Huyu mwenye mwenyegiti mume wake alikuwa rafiki yangu, damu damu, tulichanja damu tulichanja. Sasa Mungu sio asumani bana mume wake akagonjwa, Mwenyezi Mungu kamuchukua, akawa amefariki. Ngoja nimalize kidogo pale ya, wakati anataka kufariki, neno la mwisho aliniambia, ndugu yangu, na kuachia mke wangu, umwangalie. Nami ndio namwangalia sasa. Kosa wangu ni nini hapo? Kwa nini, kabla yeye hajafariki akaja kwangu, akakukabidhi samani kwa sababu nimekusimamisha. Ulikuwa na safari zako, ila nimekusimamisha na maana yangu mmoja, siku ile unaimba pale kwenye kampeni, mimi mm, nilipenda uliimba vizuri sana, uliimba vizuri yeah, um, ah

Huyu ni nani? Huyu ni nani Salome? Ni msanii msanii. Eh, gani? Msanii wa nini? Kone Kone bajerua, oh, msanii. Nani, oh, kwa wewe unajua msanii? Nani huyu? Lakini mimi naongea mi nani kwangu. Naongea naye kwa biashara gani gani? wewe? Biashara mbona wapi? majaribu, mbona unanisalilisha? Msanii wa nini? Msanii wa nini? Wewe unajua mimi naongea naye nini? Unaongea ni nini? Umekuta tunaongea kitu gani? Unajua umesikia nini labda ambacho ni kibaya? Sikiliza. Salamu. Umeamua kunichit. Umeamua kuniumiza. Mimi sijakuchit, basi sikiliza. Tu wasiwasi wako sijakuchit hata kidogo. Bro sikiliza, majali waache kumpelekesha hivyo basi mimi sina shida, mimi sina shida nyingine na, naomba ukae kimya, ah. Dogo kaa kimya. Ah, majali waache kumpelekesha hivyo basi. Mbona ana shida huyu? Kaka huyu alikuwa ana shida na wewe. Kuna shida gani? Kama ni hivyo. Anataka kufa akakukabidhi familia yake, si ndivyo? Kwani <laughs> Charo alibika, ni nini? Mchumba wangu kibaya ni nini? Niambie ye. Mimi nyumbani kwetu nimeshawaambia kwamba nimeshapata mchumba anakuja kunioa, ameenda kijijini kwenda kutafuta mm hela, -hmm. Na mimi ameniacha hapa kijijini, naishije? Nasikiliza, nikwambie basi. Yani wewe wewe wewe, ngoja mama, tulia basi, mpenzi wangu, tulia. Haya maneno ya watu yaache, watu yani mtu ni sasa na mkia wa afisi, wana hawakupendei mema, utaacha neema hii? Yani mimi na niambia kwamba watu wanijisa maneno? Kweli kabisa, mimi kabisa serious <m -mimi> kabisa, jamani baby, shida nini bwana? Haya maneno ya mtani, watakuchongolea watakuchongolea, achana nao, nisikilize mimi so, yani mimi eh? Usikia masikio yangu, unanifananisha na maneno ya mtani, eti uongo tu eh? Uongo rafiki yangu, hamna kitu pale. Hivi ukoje wewe? Nimekuvumilia siku zote hizo, uje tujetoane, bado ni yale yale

ami nielewe lakini Aa, kwani mwenyekiti hajakuambia alipomtuma mme wangu majukumu leo aliyotakiwa kuyafanya? Yeye hata marafa walishasemaga asiye kula cha asili anaga kabisa. akili kabisa unanijua vizuri, kana bangi zilishaharibu huyu kijana sasa. Wewe nilikuwa nakutegemea na umenigeuka.